Tumsifu Yesu Kristu habarini yeah. za asubuhi yeah. poleni Amen. mimi kwa majina naitwa sister Margaret Gervas Moshiro ni sister wa shirika la Mtakatifu Karoli Boromeo tuna hudumu hapa Singida lakini tunafanya kazi kule Mtinko tumeungana kama masista wa kanda ambao ni masista wanakaa mikoa karibia mitano ipo Singida, iko Tabora, iko Kahama, iko Kigoma. Lakini pia tumekuja leo kwa ajili ya kufanya maendeleo ama kufanya follow up ya matibabu yaliyofanyika mwaka jana. Mtakumbuka kwamba mwaka jana mwezi wa kumi ama wa kumi na moja tulikuwa tuna matibabu yaliyofanyika hapa bure, huduma hii ilitolewa bure, lakini ni mfuko wa masista wa mama wakuu wa Tanzania wote wameamua kutoa hii huduma kwa wale ambao ni wahitaji, hasa wagonjwa wanaosumbuliwa na magonjwa ambao ni ya muda mrefu, lakini magonjwa yote wanaosumbuliwa nayo, ambayo huduma hii inatolewa bure kabisa, kuanzia vipimo mpaka kuchukua dawa. Unapoenda nyumbani, hutoi chochote. Ni msaada ama ni fungu linalotoka kwa wamama wakuu masista wote wanaohudumu Tanzania. Kwa hivyo leo tumekuja kukamilisha kila ambacho kimefanyika mwaka jana, kwamba matibabu mliyapata, lakini mnaendeleaje? Tunataka kufahamu mnaendeleaje, mmepona, mmepata shida gani nyingine, tuwasaidie nini kingine. Kwa hiyo lengo la kuja leo ni kufahamu, taka kufahamu kwamba yale matibabu mliyopata kipindi kilichopita mnaendeleaje, lakini pia tuweze kusikia kutoka kwenu mnaionaje, ama mliionaje huduma ile. Je, kwenu ilikuwa ni faraja, iliwasaidia vitu kama hivi? Huduma hii kama fadha alivyotangulia kusema, inatolewa bure kabisa na masista wanaohudumu wana, wanajitoa hawalipi chochote, wanajitoa kuwahudumia ninyi ambao ni wahitaji ama ni wagonjwa, kwa kutumia karama zao alizozipewa na Mwenyezi Mungu kuwahudumu wagonjwa huduma hii inipaswa itolewe na masista tu, lakini kwa kuwa hatutoshi sisi wenyewe ndo maana tunaungana na wahudumu walioko eneo husika. Kwa mfano leo tutatoa huduma hii, hamta tuona masista tu, mtaona masista lakini lakini pia na wahudumu wa hapa. Tutatoa huduma ile lakini tunatoa huduma hiyo bure kabisa. Wale watumishi watumishihawatalipwa chochote, sisi hatutalipwa chochote, lakini ni kwa hudumu nini, mpate dawa mpate matibabu, mweze kufanikiwa katika majukumu yenu ambayo mnapaswa kuyafanya mkiwa na hali njema. Kwa hiyo huduma hii ita, itaanza mara tu tutakapomaliza hapa lakini pia tutahitaji kujua kutoka kwenu. Mbele yenu tupo masista wa mashirika tofauti. Mngeza mkaona mashirika mengi zaidi lakini mashirika ambayo yako hapa karibu kwa sasa ni mashirika mawili. Tuko mashirika mawili ambapo ni shirika la Mtakatifu Karoli Borromeo ambao tuko Mtinko na masista wa Assumption ambao wanahudumu kituo hiki. Tunaendelea kuwaombea afya njema mpate afya njema mm-hmm, lakini pia mpokee matibabu yetu kwa upendo tulioutoa, na pia tunaomba muendelee kuwa mabalozi wa wanavijiji wenzenu huko mlipo, kwamba huduma hizi zinazotolewa ndio kituo kime, kime kutoa huduma hiyo kutoa bure, lakini pia ni kuwatangazia habari njema kwamba huduma hizi tunazozipata tuendelee kuwa mabalozi wazuri wa Anza na fatha, daktari naitwa Father Steven Samani ni daktari katika kituo uh, hiki cha Iguguno Dispensary. Basi tunayo furaha kutoa huduma hii leo. Asanteni karibuni. Majina naitwa sister Agnes, naambatana na sister Margaret kutoka shirika la mtakatifu Karoli Boromeo. Tunafanya huduma Mtingo. Mimi ni mtaalamu wa maabara. Asante. Sister Angelika Kisaka, Assumption Sisters, nafanya katika kituo hiki. Sister Lucy Kulaya, Assumption Sisters na hudumu katika dirisha ladao.